Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Manake mwangamizaji ana maarifa kuliko watu wa Mungu wanaoangamizwa. Huyu mwenye maarifa anaweza kutumia maarifa yake kukufanya, hata maarifa kidogo ulionayo ukayatumia kujaribu mwenyewe. Mtu aliyetekwa hana maamuzi. Hata uwe na silaha kubwa kiasi gani, ukitekwa, umetekwa. Wewe ni mateka, huwezi kuamua chochote. Mtu aliyetekwa huwa anaweza kuwa na ujasiri wa kufanya chochote, ametekwa, lakini hawezi kuwa na ujasiri wa kufanya chochote anapokuwa katika eneo alilowekwa na yule anayemsimamia, isipokuwa hata kuwa na mamlaka juu ya yule aliyemteka. Kuna mtu anatekwa, anapewa na chakula, yaani anaambiwa usitoke kwenye ile eneo, ukitoka na kumaliza wanakuwa na kaujasiri fulani, kauhuru kakufanya kitu chochote kile, na akajiona kwamba yuko salama, lakini ni mateka. mwaka jana. Kuna mtu alikuja akasema, tumwombee ndugu yake yuko vitani. Ile ndugu akasema, wakati anawasiliana naye akamwambia, tuko ndani ya kambi, nje kambi yetu imezingirwa, sisi tulioko ndani tunaongea na simu, na pengine hizi simu tunazoongea nazo ni za mwisho. hatu hatujui watakachoamua kwamba watatupiga risasi au kwamba watatuacha, hatuelewi wanaongea na simu lakini wamefungiwa. Mpaka ana ujasiri wa kufanya kile anachotakiwa kufanya, lakini kwa mpaka kwa ulinzi maalum, kuna mahali hatakiwi kuvuka kwa sababu ametekwa. Kwa mtu ambayo unakuta ametekwa kiroho, ana uwezo wa kuomba, ana uwezo wa kusoma neno la Mungu, ana uwezo wa kushuhudia, lakini kuna mipaka hawezi kuvuka. Dalili namba moja ni time limit kwenye eneo la maombi hawezi kuvusha lisaa. Akiwa katika maombi, kama anavusha lisaa, tunamkuta alishalala siku nyingi. Haleluya! dalili namba moja, kwamba mtu ametekwa, hawezi kuomba zaidi ya risaa. Namba mbili hawezi kusoma neno la Mungu ipasavyo. Atasoma kama story, uelewa wake wa kiungu utakuwa umebana. Kwa sababu gani? Aliyemteka amemfungia mpaka hapa, uvuka hapa, usivuke. Ndio maana nimesema katika pointi yangu kwamba anaweza akawa na ujasiri wa kufanya baadhi ya vitu kulingana na ruhusa aliyopewa na aliyemteka huyu. Aliyetekwa huyu anaweza kuwa na ujasiri wa kufanya baadhi ya vitu kulingana na ruhusa ya aliyemteka, aliyetekwa kiroho. Kuna ambao wametekwa kiroho hana ruhusa ya kuyakwepa matambiko, ila ameokoka. Kwa nini? Kila inapotokea wanataka kufanya matambiko, wanamshirikisha, na kule kumshirikisha wanamchaji wewe, usitoe nyingi, wewe toa kidogo tu. Anachanga pesa. Mwingine wamemtenga, alafu wamemfunga kwenye familia. Kuna familia ambazo karibu kila mwaka wao wanachanga pesa kwa ajili ya kufanya mazindiko na matambiko, na yeye anatakiwa atoe na anatoa. Muda mwingine anajua kabisa hii inatoa, unaenda unaenda kutambikia hii pesa, hana namna. Asipotoa anaona anatenda dhambi, inabidi atoe. Hawezi kujisimamia. Maana yake kuna kuna maamuzi anafanya, lakini kuna kiwango hawezi kuvuka, mtu ambaye ametekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Isaya, naomba unisaidie kusoma kitabu cha Isaya sura ya tano mstari wa kumi na tatu.